Uni boardroom ya, ya bodi ya ligi kuu Tanzania. E, awali ya yote napenda kuwashukuru kwa commitment yenu. Siku zote nimekuwa nikisema kwamba e, bodi ya ligi kuu Tanzania miongoni mwa watu ambao e, ni sehemu ya ukuaji wa bodi ni sehemu ya ukuaji wa mpira wetu wa miguu basi ni waandishi wa habari, na leo mmedhihirisha e, kwa vitendo tangu asubuhi nafikiri saa mbili saa tatu mpaka saa hizi saa nane na kwenda saa tisa tuko hapa kwa ajili ya kupata briefing. Kwa hiyo binafsi nawashukuru washukuru ya kwa niaba ya bodi na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania kwa kweli nawashukuru kwa commitment yenu, nawashukuru kwa namna ambavyo mnavyosemea e, mpira wetu. E, leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga Africans Sports Club kama mnavyojua ni utaratibu wa kawaida e, bodi kuweza kukutana na wadau wake mdau mkubwa akiwemo vilabu e. Kwa hiyo leo tulikuwa na hicho kikao ya, leo tulikuwa na hicho kikao. Itakumbukwa kwamba bodi ya ligi kuu Tanzania ni chombo cha vilabu e, na pale wenye chombo chao wanapokutana e, na watendaji na mamlaka za chombo chao basi kwa kweli siku zote kumekuwa ni jambo ambalo sisi kama bodi, kwa maana ya good governance, kwa maana utawala bora, ni kitu ambacho tunakifurahia na kitu ambacho tunaamini kinaweza kikatuondoa kwenye migogoro na kutupeleka pale ambapo kila mmoja anatamani kuweza e, kufika. Sisi sote ni mashuhuda, tumekuwa na kumekuwa na sintofahamu kubwa katika mchezo namba 184 e, mchezo baina ya Simba na, Yanga na Simba ambao tuliwailisha e, pale tarehe 8 nafikiri Machi e, na tangu tulivowailisha e, kume kume kumekuwa na mambo mengi yamepita hapa e, hapa katikati e, mara baada ya kuwailisha tulipokea malalamiko kutoka kwa wenzetu wa Yanga e, wakijaribu e, kuomba E, bodi ya ligi kuu kupitia kamati yake ya usimamizi na uendeshaji iweze kuona namna gani nzuri ambavyo inaweza ikawapatia pointi tatu, lakini pia kulikuwa na malalamiko mengine ambayo waliainisha katika barua yao e, bodi lika e, ikaweza kuwajibu e, na baada ya kumaliza kuwajibu kupokea e, wenzetu wa Yanga kuridhika na majibu ya bodi. Kwa hiyo ikapelekea kwenda ku, kupeleka malalamiko yao katika chombo cha juu na cha mwisho cha masuala haya ya usuluhishi wa mambo ya michezo ambacho kimepewa dhamana na shirikisho la mpira wa miguu e, duniani. E, si sote ni mashuhuda? Baada ya shauri kupelekwa kasi kasi, walikaa wakalifanyia maamuzi, na baada ya kufanyia maamuzi e, vilabu vyote vilijulishwa, bodi tulijulishwa, shirikisho la mpira wa miguu tulijulishwa, na baada ya kupokea hiyo taarifa tulikuwa na wajibu sasa wa kuueleza umma ni kitu gani ambacho wenzetu wa kasi wameweza e, wameweza kuamua. Kwa hiyo baada ya yale maamuzi sisi tuliamini kwamba e, kila kitu kimefika mwisho, na kwa mujibu wa utaratibu wa masuala ya mpira kwa mujibu wa kanuni zetu tulizokuwa nazo, zinatambua kwamba pale kunapotokea mgogoro wowote unaohusisha masuala haya ya michezo ya ligi, unaohusisha ligi, basi chombo cha mwisho chenye maamuzi ni CAS. Lakini ukienda kwenye katiba pia ya shirikisho la mpira wa miguu e, nayo inatambua hivyo ukienda kwenye governing regulation ya bodi ya ligi kuu, ambacho ni chombo cha vilabu, ambapo wenye chombo chao ni vilabu, pia inazungumzia hayo mazingira, pale itakapotokea sintofahamu eh, mgogoro wote ambao umetokea katika mchezo wa ligi, basi chombo ambacho kimepewa dhamana cha mwisho kabisa cha kufanya maamuzi kwa mujibu wa shiriki, kwa katiba ya shirikisho la mpira wa miguu duniani eh, ni FIFA. E, lakini pia hata katiba ya vilabu vyenyewe hivi ambavyo vinashiriki e, ligi zetu zote tatu ambazo tunazisimamia pamoja na zile ligi e, za kule chini, kwa maana ligi za wilaya, ligi za mikoa e, zote lazima katiba za kila timu lazima ziseme kwamba itakapotokea mgogoro wowote unaohusisha e, masuala ya, ya, ya, ya, ya, ya michezo kwa maana ya ligi na vitu vyana hiyo, basi chombo cha mwisho kitakachokuwa na mandate E, ya kumaliza huo mgogoro e, ni kasi na unaweza ukaona kwamba sisi tulisimama tukiamini kwamba swala hili limefika kasi limeisha. Kwa hiyo tuliendelea na utaratibu wetu wa kutangaza ratiba, tukaupangia huo mchezo ratiba namba 184 kwamba utachezwa Juni 15, lakini bado pia kuliendelea na sintofahamu nyingi. Si sote ni mashuhuda. E, katika busara ya kawaida kama nilivyotangulia kusema kwamba Bodi ya Ligi Kuu Tanzania ni chombo cha vilabu. Kwa hiyo kina wajibu pale mwenye chombo chake anapoonyesha kulalamika hapa na, ama anapoonyesha kuto kutendewa haki, basi tuna wajibu wa kuona namna gani ambaye tunakutana naye tunazungumza na vitu vya na vitu vya aina hii e. Kwa hiyo tosha kusema kwamba katika kutekeleza haya ambayo nimetangulia kuyazungumza leo tulikuwa na kikao na wenzetu wa Yanga kama ambavyo nilivyosema, e, na msingi wake mkubwa e, ni kuona namna gani ambavyo tunatoka katika hii sintofahamu iliyo iliyojitokeza tangu huo mwezi e, tangu huo mwezi wa tatu e, tumekuwa na kikao kizuri. Ni declare interest kwamba tumekuwa na kikao kizuri e, ni aina ya vikao, ni aina ya transparency ambayo kama vyombo kama bodi kama vilabu ndio aina ya, ya ya ya ya ndio aina ya ndio ndio, ndio platform pekee, kwamba kunatokea tatizo, mnaandikiana barua, mnakutana mnajadili mambo yenu kwa pamoja, and then mnatengeneza mwelekeo ili mweze kutoka hapo mlipo mlipo mlipo mlipofika e, kwa hiyo kwenye kikao chetu wenzetu wamekuja na mambo manne ya yeah, wenzetu wamekuja na mambo manne ambayo sisi kama bodi kama sekretarieti e, tuna wajibu e, ya kupokea na kuyachakata, ya sio kupokea tu, tunapokea na kuyachakata, na yale ambayo mnaona kwamba yako ndani ya skopu ya bodi ya ligi kuu kwa maana y kuyafanyia maamuzi basi tunayafanyia maamuzi, kwa yale ambayo tutaona kwamba yako nje ya uwezo wetu basi tutapeleka kwenye mamlaka husika ili aweze kufanyiwa kazi na afanyiwe maamuzi pia.